Mbona vitu mnataja? Na hiyo ndio sababu, ndugu zangu, watutaji watu. Guys, tunaongelea maisha ya watu, tunaongelea watu wanapoteza wapendwa wao. Haya si majengo. Ni nchi ya aina gani hiyo ya kuselebreti mtu, mtu maisha ya mtu. Guys, And these are the things ambazo tunaenda kwenye kwenye kwenye miko, ni vile halijakukuta wewe. These are the things ambazo tu siku hizi watu wamesha kuwa wepesi tu, mtu wa na, na mpendwa wake, wewe una posti like uh, una posti kama picture ya engagement Hata sijaanza leo, hata wakati wa COVID e, bungeni nilisema hivyo. Guys, why should, why are we celebrating ku, why are we celebrating loss of lives? Kwa nini tunataka kusherehekea watu kupotea? I thought I thought we had the need. Jambo limetokea ambalo Tanzania wote tunajua jambo limetokea, limetokea jambo lililo cost lives. Ndio hivyo, vurugu yoyote ikitokea, there is a loss of lives, tume na ni wote, and then we are now busy, we are now busy tunataka at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama tumezaliwa. Tuna, nataka tuanze kuhesabu kama mafanikio Mnataka tuhesabu kama magari lives ya watu? Mnataka tuhesabu kama magari? Guys, wa, watu wa, nampoteza wapendwa wao, mnataka tuhesabu kama magari? Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa, anasema ni watu a wa wa, hata hata, hapo hayo anasema wa wa ni watu ao, hapa ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona tunaona miili inawekwa nawekwa pale nyuma yake, kuna magari plate namba hata si za nchi hii. Na na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu sisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it Kuhuku, huku mina naendelea na kwenyewe kukuona kama ni, ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili na mtu aking'ang'aniza, nikiona watu wanaingia na wabomu halafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona wanawajua waliowaua, wame hayuko hata hapa, amejuaje? Guys, si mlikuwa mnaona hata nanyi ameanguka mmoja pale kaanguka hivi pale ka, yes, we admit, vurugu hii has been with the loss of lives. Afu, wale wanao wanao, wanao wanaoonesha hectares and hectares za watu wame, sisi, sisi, jamani, hivi, hivi, do you know, what does it mean watu, watu hiyo kama wale wanaotaja mimi sikuwa kushuhudia ma, ma, ma, tuliwahi kushuhudia mambo ya nchi moja jirani. Do you know kwanza tu uwezo ka uwezo eh, kwanza mji huu tu afya yake ingekuwa eh, eh, hivi. Hivi unajua damu ya binadamu ilivyo hiyo. Wanaongelea tu elfu ngapi? Si laki ngapi? Tuwe makini there, there is a an economic war hapa kwenye nchi yetu. I'm sorry if I've, I've, I've, I've been emotional. I mean, I'm, I'm just trying to wear the shoes. Na just, na jaribu kuvaa viatu hivyo kwamba look, how, how, what do... celebration is a jambo la ina. And then na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very level, at a very family level na akaenda kumhifadhi mtu wake huko nako, akaenda kumkeni kwa mfano, kumkeni kwa mfano, MV Bukoba, lipotokea jambo la MV Bukoba wala yani mwe shuleni mwe wapi, kwa hiyo meli moja kila mtaa ana jambo. Hawa watu wanaonesha kitazi endee eti kwamba hey, kuna jambo loss of lives has happened, lakini let us respect ubinadamu and let us respect fami, families, familia wape break familia zilizopata madhara. Kama kuna eneo litatu ambayo ina bado iko na concern, nadhani bado na lenyewe linatakiwa lifanyike kwa heshima, sio kwa celebration, sio kwa sherehe. Wengine wale wanaotaka wana jambo lao wanalolitaka, wale wanaotaka hiyo sherehe wana jambo lao, wanajambolao wanalotaka, mimi ningetamani kuweka staha sana tunapoongelea jambo ambalo linahusisha maisha ya mtu mmoja, hizo families, na kwa sababu tume, tutoe nafasi hiyo, tutoe nafasi hiyo ili tupate mambo ambayo ni ya uhakika. Tutoe nafasi, tusiende na wale wanao bolao a jambo limetokea has been with loss of, of the people kwa nini tusi kwa nini tusipate taarifa za eneo hilo, za jambo hilo hilo lilotokea, hata tukaweka picha za nchi nyingine eh? guys Watanzania, wale wanao wale wanaofanya sherehe wana jambo wana, wana wana jambo wanaloletaka. Mimi nime, nimeongea hiyo emotionally kwa sababu inahusisha maisha ya mtu inahusisha maisha ya watu.